Dkt. Samia Suluhu Hassan, mambo makubwa aliyoyafanya katika kipindi cha miaka minne, hata nyinyi wenyewe ni mashuhuda, mmeshuhudia mambo aliyoyafanya Dkt. Samia Suluhu Hassan. Zimezungumzwa shule za msingi zilizojengwa, zimezungumzwa shule za sekondari zilizojengwa, na lengo la Dkt. Samia Suluhu Hassan kujenga shule za msingi, kujenga shule za sekondari, kukarabati, lengo lake watoto wetu katika mazingira mazuri mazuri wasome katika maeneo mazuri, wapate kufaulu vizuri. Kwa hiyo ndio maana tunasema tuna kila sababu, zimejengwa zahanati, zimejengwa vituo vya afya. Lengo la serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya hivyo kwa sababu aliona kwamba sisi wakina mama tunapata tabu kusafiri mwendo mrefu au uh, unaenda kuitafuta zahanati mahala ambapo ni mbali, huduma inakuwa ni mbali na huduma ambazo zisizoeleweka. Dr Samia Suluhu Hassan amejenga zahanati nyingi, amejenga vituo vya afya, ameweka vifaa tiba, amejenga hospitali ya wilaya na pale mkoani amejenga hospitali ya rufaa. Piga makofi kwa Dr Samia Suluhu Hassan. tunakwenda kujifungua kwenye vituo vyetu vya afya ambako vifaa tiba vipo, tunatoka tukiwa salama. Uongo kweli, mama zangu? Ndiyo, hata kwenye ilani yetu hii ya ishirini na tano thelathini imeainisha wazi kwamba tutaendelea kujenga zahanati, tutaendelea kujenga vituo vya afya. Sisiem oye, akina mama oye kusudia kuhakikisha kwamba vitongoji vyote vinapata umeme katika mwaka huu kuanzia miaka hii mitano, tahakikisha vitongoji vyote vinaingia umeme. Sisi hoye. Dk Samia Suluhu Hassan sipokuwa makamu wa rais, alikuwa anapita anaongea na, na, na wananchi hususani wanawake, walikuwa wanalia kilio cha upatikanaji wa maji safi na salama, na sasa hivi maji sehemu nyingi yanapatikana. Akina mama wewe, wanawake wenzangu wewe, akisema swala la miundombinu ya barabara imerahisisha na usafiri lani imekuwa imekuja na, na usafiri umekuwa ni mwingi na tunakwenda kwa muda mfupi, anakuja kutokea Tabora nimeshangaa, ni nime mwendo mfupi wa kufika hapa Katavi. Ilani yetu inayokuja ya ishirini ishii na tano ishirini thelathini mmepewa tena lami kilomita za kutosha. Chama Cha Mapinduzi imeamua kwa maksudi kabisa kwamba mikopo ya asilimia kumi waweze kupewa wanawake ili waweze kujiinua kiuchumi. Mikopo hiyo sio na riba kubwa, ukipewa muda unaopewa, unatakiwa urejeshe ili kusudi na mwenzako nao waweze kupata. Piga makofi kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan sisemuoye lakini bado ndani ya ilani ya ishirini na tano kuelekea ishirini thelathini, dr Samia Sulu Hasani anasema ndani ya siku mia moja ametenga bilioni mia mbili kuhakikisha kwamba anawakopesha wafanyabiashara wadogo wadogo. Huyo ndio dr Samia Sulu Hasani anayewapenda wananchi wake, anawapenda akina mama, anawapenda vijana. Ili makofi kwake dr Samia Suluhu Hassani si